Naam ni katika mahakama ya mwanzo hapa mjini Moshi ambapo hivi leo mbele ya hakimu Mkao amemhukumu kifungo cha mwaka mmoja Shafii Kondo kwa kosa la wizi wa mita za maji za mamlaka ya maji na usafi wa mazingira mjini Moshi MUWSA, kosa ambalo amekutwa nalo hivi leo e. Kwa majina naitwa Mhandisi Kija Limbe, mkurugenzi mtendaji mamlaka ya maji Moshi e, kumekuwa na changamoto kubwa E, ya tatizo la wizi wa mita katika mamlaka yetu ya maji Moshi kuanzia mwaka jana e, mwezi wa kumi kutokea wimbi la watu ambao sio waaminifu, wana wanaiba mita lakini wanazipeleka ambako sisi hatujui, na kwa kipindi chote hicho mpaka kufikia sasa ni jumla ya mita e, mia mbili na kumi na moja zimeibiwa zenye thamani ya, ya ya milioni ishirini na mbili na nusu. Sasa e, changamoto hii imejitokeza imekuwa imekuwa ikijitokeza, wanaiba alafu wakati fulani wana wanastopisha wana, wana mkifanya ufuatiliaji wanastopisha, lakini e, sisi kama taasisi tumejaribu tume, kufanya jitihada za kuwakamata hawa wezi wa, wezi wa, wa mita na kwa bahati nzuri tuliwakamata tuli e, mmoja tumemkamata, tuli na hatua zilizofikiwa e, amehukumiwa mwaka mmoja, tulimpeleka mahakamani na amehukumiwa mwaka mmoja jela kwenda kutumikia, lakini e, bado tunaendelea e, kusaka wengine ambao wana wana wanahujumu wana hii miundombinu ya maji ambayo Serikali inawekeza kwa gharama kubwa na changamoto hii kwa kweli ikiendelea na ikiacho ikiendelea, maana yake inaleta adha kubwa sana kwa wananchi. Kwanza e, wananchi wanapokuwa e, mita zimeibiwa, wanakosa huduma ya maji, hiyo ni moja, lakini pili, wale watu wanavyoiba zile mita wana, wanaondoa zile mita, wanaacha maji yakimwagika. Kwa hiyo mwisho wa siku maji yanapotea, yanapotea. Kwa hiyo, kwa hiyo hiyo ndio maana sisi kama taasisi tumewekeza zaidi kuhakikisha kama tunawakamata waharibifu wow, wote wanaoiba hizi mita na sasa tumeanza kwa huyu ambaye tayari amesha ameshahukumiwa mwaka mmoja, na hii iliwe fundisho kwa watu wengine. Na sisi maana yake sasa hivi tutaongeza nguvu zaidi kuelekeza kwenye maeneo ambayo bado wanaendelea kuiba hizo mita. Na na hizi mita e, wanachokifanya tunajaribu kuhisia tu kwamba zana zinaenda kwenye chuma cha kavu, kwa sababu ukiangalia necha ya mita hizi zinazoibiwa unagundua kabisa kwamba kwanza wanaanza wanaiba ile mifuniko ya kwenye zile mita, baada ya hapo inakuja zinaibiwa mita. Sasa mwisho wa siku tunaanza kuhisia kwamba zinaenda kwenye chuma chakavu na, na tunaamini kwamba mwisho wa siku tutafahamu ukweli wenyewe kwamba hizi mita zinaenda wapi, lakini kwa ujumla wake kweli ni changamoto ni kubwa kwa kweli. Serikali inajitahidi, serikali inajitahidi kuleta fedha kwa ajili ya kuhakikisha kwamba inawapelekea huduma e, wananchi huduma ya maji safi na salama serikali ya awamu ya sita. Sasa inapotokea mtu mwingine anahujumu hiyo miundombinu, maana yake anahujumu serikali moja kwa moja. Sisi tunashukuru sana kwa kweli serikali inavyotuletea fedha kwa ajili ya utekelezaji wa hii miradi, na kuhakikisha kama wananchi tunawafikishia huduma ya maji safi na salama. E, wito wangu kwa kweli kwa hawa ambao wanafanya hizi shughuli za za za kuiba mita, kujishughulisha na wizi wa mita. Sababu ninachoamini kwamba e, ni vijana ambao hawana kazi ndio wanafanya hizi shughuli. Kwa mtu ambaye mwenye kazi yake, sidhani kama unaweza ukashawishika kuiba kuiba mita. Sasa wito wangu e, ili ili jambo waliache waliache, kwa sababu sisi tuko site, na nawahakikishia na tu kwamba wote wanaojihusisha, aidha anayeiba na hata anayenunua, tutawatia mbaloni kwa sababu sasa sisi tuko serious. Jambo hili linaturudisha nyuma sana sisi kama taasisi. Kwa hiyo, wito wangu kwao ni kwamba hii kazi waache, hii kazi watafute kazi nyingine. Hii kazi sio kazi.